Watazamaji, hivi ulishawahi kujiuliza ni madhara yapi ambayo yanaweza yakajitokeza pindi tu ambapo utaamka asubuhi na kushindwa kupata chakula cha asubuhi, chai ya asubuhi, ama kifungua kinywa? Kutokula chakula nyakati za asubuhi kunaweza kuwa na madhara kadhaa kwa afya. Sasa hii leo tumewaandalia asali ambazo zinaweza zikajitokeza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 ua kwa nishati. Chakula cha asubuhi kinatoa nishati kwa mwili ili kuanzisha shughuli za siku. Bila chakula cha asubuhi, unaweza kujihisi uchovu na hata pia kudhoofisha kudhoofika mapema. Namba mbili, inapelekea kupungua kwa uwezo wa kufikiri. Je, ulishawahi kujiuliza nyakati za asubuhi unaamka, kufikiri kwako kunakuwa ni kugumu. Jei, kwa wakati huo unakuwa umepata breakfast? Hivyo chakula cha asubuhi kinasaidia kuongeza uwezo wa ubongo w kufanya kazi vizuri. Kutokula kunaweza kusababisha upungufu na hata pia umakini na kuongeza matatizo katika kufanya maamuzi. Athari namba tatu, pia kupelekea kuwahi kupata njaa ya kupindukia. Kutokula asubuhi kunaweza kufanya ulaji wa chakula kuwa wa kupindukia, hasa wakati wa mchana, na hivyo kuongeza hatari ya kula kwa ziada. Athari kwa sukari ya damu, haya ni madhara ama athari namba nne. Kula chakula cha asubuhi kunasaidia kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu kutokula asubuhi kunaweza kusababisha viwango vya sukari kuanguka chini, na hii inaweza kuongeza hatari ya ugonjwa wa kisukari kwa muda na mrefu. Namba tano, madhara kwa utumbo. Kula asubuhi kunaweza kusaidia kuongeza ufanisi wa utumbo. Kutokula kunaweza kufanya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula usifanye kazi kwa ufasaha. Madhara mengine, namba sita, inapelekea ama inasababisha kupungua kwa uzito wa misuli. Kutakula chakula nyakati za asubuhi kunaweza kusababisha mwili kutumia misuli kama chanzo cha nishati badala ya mafuta, jambo ambalo linaweza kusababisha kupunguza uzito wa misuli na kudhoofisha mwili. Namba saba, upungufu wa virutubisho mwilini. Kula chakula cha asubuhi kunatoa nafasi ya kupata virutubisho muhimu kama vile protein, vitamin, madini. Kutakula asubuhi kunaweza kumaanisha upungufu wa virutubisho muhimu kwa afya. Namba tisa, hasara kwa mfumo wa moyo na mishipa. Utafiti unaonyesha kuwa watu wanaokosa kula asubuhi mara kwa mara wanaweza kuwa na hatari kubwa ya matatizo ya moyo kama vile shinikizo la damu la juu au kiharusi, kwa sababu ya kushuka kwa viwango vya sukari kwenye damu. Namba tisa moja ya mazala, inapelekea kupungua kwa uwezo wa kufanya mazoezi. Kutokula asubuhi kunaweza kudhoofisha nguvu za mwili na hivyo kupunguza ufanisi wa mazoezi. Hii inafanya kuwa vigumu kufanya mazoezi au kushiriki katika shughuli za kimwili za nguvu. Kabla hatujaenda kwenda kuiangalia pointi ya mwisho, hoja ya mwisho, madhara ya kutokula nyakati za asubuhi, naomba niweze kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapokuwa tunazi upload. Madhara namba kumi: mabadiliko ya mhemko kutokula chakula nyakati za asubuhi kunaweza kusababisha mabadiliko katika hali ya kisaikolojia kama vile hasira, kukosa umakini na hata pia hisia za huzuni. Kwa ujumla, watazamaji wetu, kutokula chakula asubuhi kuna madhara mengi ambayo yanaweza kuwa na athari mbaya kwa afya ya kimwili na kiakili. Hivyo ni swala la wewe kubadilika na kuyabadili, kubadili mfumo wako wa maisha. Nyakati za asubuhi ni nyakati muhimu sana kwa wewe kuweza kupata chochote kitu ili kuweza kuepukana na madhara haya yatajwa hapo pia niweze kuwakumbusha swala la ujenzi wa afya ni swala ambalo linatuhusu sisi sote. Pengine unaweza ukawa na matatizo yoyote yale ya kiafya yanakusumbua, usisite kunitafuta katika namba inayopita kwenye skrini yako, kwani muda wote sisi tupo kwa ajili ya kuwasikiliza wale ambao wanasumbuliwa na matatizo mbalimbali mbali ya kiafya, katika kuwapatia ushauri hata pia kuwapatia dawa za kiasili, kwani tuna dawa za kiasili zikiwemo za vidonda vya tumbo na dawa nyinginezo mbalimbali. Dawa hizi tunazisafirisha popote pale popote um, pale wateja walipo, ili waweze kutibu matatizo yao ambayo yanawasumbua. Kwa hayo yote ambayo nimeweza kuyazungumza niendelee pia kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu pindi ambapo tumekuwa tukizia prodi. Sina kitu kingine cha ziada zaidi ya kuwashukuru. Ni asanteni.